Yes, bana, mambo vipi mwana sawa sawa digital. Ikumbuke kwamba mwezi uliopita e, mwezi wa tano e, tarehe 19 ndipo ambapo e, kesi ya Lissu ilikuwa inatakiwa kuweza kusikilizwa katika mahakama kuu kabisa e, kutokea pale Kisutu, lakini siku ile kesi hiyo haikuweza kusikilizwa na ikawa imepelekwa mbele mpaka tarehe mbili ya mwezi wa sita mwaka 2025, ikiwa leo ndio siku rasmi kabisa ambapo e, kesi hiyo itaweza e, kusikilizwa. Sasa mahakama ya Tanzania pia imeweza kutangaza kwamba e, mwenendo wote wa kesi dhidi ya mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu utarushwa mubashara kabisa kwa umma kuweza kupitia mitandao rasmi eh, ya mahakama. Lakini pia mahakama hiyo imesema kwamba lengo la kuirusha mubashara kesi hiyo bwana ni kuweza kuwezesha wananchi wote kuweza kufuatilia bila kuwa na ulazima wa kuweza kufika mahakamani, kwa sababu mahakama pia ya Kisutu ina uwezo wa kuchukua bwana watu 80 tu ndio ambao wanaweza wakaweza kupata nafasi ya kuweza eh, kukaa na kutulia kuweza kusikiliza kesi hiyo kwamba eh, Lissu pia alikuwa anatuhumiwa na eh, masuala mazima kesi yake ya uhaini, lakini pia ni mmoja kati ya wanaharakati ambao pia wanaonekana kwa sasa hivi eh, bana kuwa moto sana, moto sana sana, na kuweza kushikilia msimamo wao wa kusema kwamba no no reforms no election, kwamba bila katiba mpya wao hawawezi ku, ku yani, uchaguzi hauwezi kufanyika kama eh, bana chama tawala kuweza kuweza kubadilisha baadhi ya reforms ambazo pia eh, wao wanakuwa wanazitaka. Sasa eh, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam pia kwa mujibu wa taarifa kutokana na Mahakama ya Tanzania pamoja na kwamba kwamba mshtakiwa atafikishwa mahakamani kuweza kusikiliza kesi, lakini pia zinazoweza kumkabili zitarushwa mubashara kabisa kupitia mitandao ya kijamii ili kuweza kusaidia umma kuweza kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Sasa hii ni hatua ya Mahakama ya Tanzania pia kuweza kuhakikisha uwazi na upatikanaji wa taarifa kwa umma bwana, kuhusu kesi hiyo juu ya eh, kisiasa. Unajua mambo yanafanyika kule noma lakini pia kuna baadhi ya watu kuweza kuyapenda wengine kuto kuyapenda, kutokana na e, utofauti tofauti wa kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Sasa kesi hii pia imekuwa ikivutia hisia za kitaifa, lakini pia e, kimataifa watu wengi wamekuwa wakifuatilia, si Tanzania tu, mpaka nchi za jirani, mfano Kenya na nchi zingine tofauti tofauti, ambazo zinafuatilia siasa ya hapa Tanzania na ambazo pia zina, zina kikubali chama cha Chadema zimekuwa zikitoa support yao tofauti tofauti kuhusiana na kesi hii. Sasa kutokana na uzito wa mashtaka ya uhaini ambayo pia yanaweza kumkabili Tundu Lissu. Sasa kwa sasa unaweza kufuatilia moja kwa moja kupitia e, mitandao tofauti tofauti ya kijamii ambayo itakuwa inarusha kesi hiyo na e, kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea mahakamani kupitia matangazo ya moja kwa moja e, kwenye YouTube channels, lakini pia kupitia channel tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinapatikana, huenda zikawa ni live stream au zinaweza zikawa ni online media, pia zitakuwa zinarusha kesi hiyo moja kwa moja kutokea pale mahakamani Kisutu. Nini kitaendelea? Lisu atawahukumiwa kwa namna gani au kitu gani kitakuwa kinaendelea kuhusiana na kesi hii, endelea kufuatia mitandao ya kijamii, kwa sababu mitandao mingi kabisa itakuwa live ikirusha kutokea pale mahakamani Kisutu na vitu vingine kwenda poa kabisa, na sisi kama Sawasawa pia tutakuwa bega kwa bega kuweza kupa updates, lakini pia na taarifa nyingi zaidi kutokana na kesi hii ya Lisu. Take love for this ciao.